Ferus alikuwa kijana mtanashati mwenye mafanikio makubwa. Katika umri wake wa miaka 35, alikuwa tayari amefanikisha mengi maishani mwake. Alimiliki biashara kubwa za kilimo na teknolojia ambazo zilimpa heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Watu wengi walimtazama kama mfano wa kuigwa, si kwa kazi yake tu, bali pia kwa tabia yake njema na utu wake wa kupendeza. Lakini kilichoonekana kuwa baraka kubwa zaidi katika maisha ya Feruz ni Maria. Alikuwa mwanamke mrembo kupindukia, mwenye tabia ya upole na roho ya huruma. Wakati walipokutana kwa mara ya kwanza katika hafla ya kibiashara, Feruz alijua mara moja kuwa Maria ndiye mwanamke aliyekuwa amemtafuta maishani. Walioana baada ya mwaka mmoja wa uchumba, na ndoa yao ilikuwa mfano wa mapenzi ya kweli. Ferus alipenda kumdekeza Maria kwa njia zote, aliandaa safari za kifahari, alileta zawadi za gharama kubwa na hakuwahi kumchoka hata kwa sekunde moja. Hata hivyo, ndani ya furaha hiyo ya ndoa yao, Maria mara kadhaa alipoteza furaha yake kwa sababu ya kitu kimoja, hawakubarikiwa mtoto kwa muda wa miaka nane. Kila mara Maria alipowaza juu ya suala hilo, moyo wake ulijaa huzuni isiyoelezeka. Alikuwa amefunga mara nyingi, kusali na hata kushirikisha wazazi na watu wa karibu, lakini bado hakuna kilichobadilika. Feruz, nina hofu kwamba labda mimi ndiye mwenye kasoro, Maria alisema siku moja, machozi yakitiririka usoni mwake. hali hii inaninyima furaha, hata kama unanifanyia kila kitu kizuri duniani. Feruz alimshika Maria mkono wake kwa upendo wa dhati Maria, mapenzi yetu hayawezi kupimwa kwa watoto pekee. Wewe ni zawadi yangu kubwa, na hata kama hatujapata watoto, hilo haliwezi kubadilisha jinsi ninavyokupenda. Tutapambana pamoja, na hata kama hatutaona suluhisho, bado nitabaki nawe. Maneno ya Feruz yaligusa moyo wa Maria, lakini bado hofu ya kuwa na maisha yasiyo na watoto ilizidi kumwandama. Hatimaye walikubaliana kutafuta msaada wa kitabibu. Walitembelea madaktari mbalimbali, wakapata maelezo na matibabu, lakini bado walikosa majibu ya uhakika. Maria alikuwa na mdogo wake mrembo sana aliyesoma chuo kikuu cha Yudom aitwaye Suzana. Suzana alikuwa amehitimu masomo yake ya chuo, akampigia simu dada Maria. Alikuwa jikoni akipika huku simu yake ikilia kwa mlio wa taratibu. Alitazama jina lililoonekana kwenye skrini, Suzana. Akitabasamu alifuta mikono yake na akajibu simu haraka. Halo mdogo wangu mrembo, niaje huko chuoni? Maria aliuliza kwa shauku. Shikamo dada, habari za kwenu? Suzana alianza kwa sauti ya upole akionyesha heshima kwa dada yake mkubwa. Salama tu mdogo wangu, Maria alijibu kwa upendo. Vipi wewe, masomo yanaendeleaje? Suzana alikaa kimya kwa sekunde chache kabla ya kusema, dada, nimehitimu masomo yangu ya chuo, nimemaliza kabisa. Maria alishtuka kwa furaha. Hongera sana mdogo wangu, hilo ni jambo kubwa, umenifurahisha sana lakini dada, Suzana aliendelea, sauti yake ikitetemeka kidogo. Sitamani kwenda nyumbani kwa sasa, najisikia kama ningependa kuja kwako kwanza, nikae na wewe. Naweza kuja? Maria alitabasamu kwa upole, akihisi huruma kwa mdogo wake. Wenjo Suzana, karibu nyumbani kwangu, hakuna tatizo. Nitafurahi kuwa na wewe hapa. Asante dada, nashukuru sana kwa kunikubali, Suzana alijibu kwa sauti ya shukrani. Baada ya safari ya masaa kadhaa, Suzana aliwasili nyumbani kwa Maria. Nyumba kubwa yenye rangi za kupendeza na bustani ya kuvutia ilimfanya Suzana kushusha pumzi ya mshangao. Hakuweza kuficha furaha yake, macho yake yakizunguka kuangalia kila kitu. Dada, nyumba yako ni nzuri sana, siku zote nilikuwa nasikia tu, lakini sasa naiona kwa macho yangu. ningetamani hapa pangekuwa nyumbani kwangu, Suzana alisema huku akitabasamu kwa furaha. Maria alimkumbatia Suzana kwa upendo na kusema karibu sana nyumbani, nimefurahi kuwa hapa. Sasa nitakuwa na mtu wa kunipa kampani, hasa mume wangu akiwa kazini. Tutakuwa pamoja, Suzana. Maisha ndani ya nyumba ya Maria na mume wake, Feruz, yalikuwa mazuri na tulivu. Suzana alipoanza kuzoea mazingira, alianza kushuhudia jinsi dada yake alivyoishi kwa furaha na mapenzi makubwa na mume wake. Kila jioni, Feruz aliporejea kazini, alileta zawadi ndogo kwa Maria na kuhakikisha anashiriki furaha yake. Suzana alishuhudia mara kadhaa jinsi Feruz alivyomchukulia dada yake kama malkia. Kila siku walikuwa na furaha, wakicheka, mara nyingine hata wakimbizane kama watoto. Suzana alijikuta akiwaza sana juu ya maisha ya dada yake. Dada yangu ana furaha sana na shemeji, alijisemea kimoyomoyo akiwa chumbani. Mbona mimi sijawahi kuwa na mwanaume wa aina hii? Hosea yule mshenzi, hana pesa, hana mapenzi ya kudekezana, na alinilazimisha kutoa mimba mbili. Lakini ona, dada yangu shemeji ni tajiri, mkarimu, na anamchukulia dada yangu kama malkia, hata kama hawajabarikiwa mtoto kwa muda mrefu. Suzana alijikuta akitamani kupata mwanaume wa aina ya Feruz. Lakini licha ya hisia hizo, maisha ndani ya nyumba ya Maria yaliendelea kwa upendo na mshikamano. Feruz na Maria walihakikisha kwamba Suzana anajihisi kuwa sehemu ya familia. Lakini baada ya muda, hali ilibadilika kidogo pale Feruz alipolazimika kuondoka kwa safari ya kikazi. Wakati wa kumuaga mume wake, Maria alimtazama Feruz kwa upendo mwingi na kusema, mume wangu, naomba Mungu akupe safari salama. Utufikie salama huko unakoenda na urudi salama hapa kwetu. Feruz alimkumbatia Maria kwa upendo wa dhati na kusema, usijali, mwanamke wangu mzuri. Nitawahi kurudi kwa ajili yako. Ferus alisafiri kwa ari kubwa akiwa na matumaini makubwa ya kufanikisha kikao cha kibiashara alichokuwa anakihudhuria. Safari yake ilikuwa na umuhimu mkubwa kwani ilikuwa ni fursa ya kujadili miradi mikubwa iliyoweza kuimarisha biashara zake na kuongeza mtandao wa ushawishi wake. Alipowasili kwenye ukumbi wa mkutano, alijikuta amezungukwa na wanaume wengine wa mafanikio makubwa, kila mmoja akiwa na nia ya kujipambanua kama mwekezaji bora au mtoa hoja wa kiwango cha juu. Kikao kilianza vizuri, kila mtu akichangia mawazo yake kuhusu njia za kuboresha miradi yao ya kibiashara. Feruz akiwa mtu mwenye maarifa na uzoefu, alisimama kutoa hoja zake, akieleza kwa ufasaha na kujiamini, lakini kabla hajamaliza mwanaume mmoja alisimama na kumkatiza. Gadafi, kijana mwenye sauti kali na msimamo mkali, alimkazia macho Feruz na kusema kwa dharau, wewe nani hata uchangie hoja kwenye kikao cha wanaume? Huna maana ya kuitwa mwanaume. Kauli hiyo ilimvunja nguvu Feruz, lakini hakuwa tayari kujibu mapigo. Lakini kabla hajapata nafasi ya kuongea, Gaddafi akaendelea, tazama wanaume wenzako hapa, sisi sote tuna watoto, hasa wa kiume. Wewe una miaka kumi kasoro kwenye ndoa yako, lakini hata mtoto wa kusingiziwa huna. Ni kitu gani kinachokufanya uitwe mwanaume kweli? Maneno hayo yalimkata Feruz moyo. Kwa kawaida alijua jinsi ya kujibu changamoto, lakini kauli ya Gadafi ilikuwa na maumivu makali. Alijikuta akinyong'onyea ndani ya kikao, akipoteza umakini wake wa kawaida. Wengine walihisi hali hiyo, lakini hakuna aliyeingilia kati kwa wakati huo. Feruz aliketi kimya, mawazo yake yakizama kwenye dhoruba ya maneno aliyosikia. Maneno ya Gadafi yaliendelea kungonga kichwani. Aliwaza sana kuhusu ndoa yake na mke wake Maria. Ni kweli hawakuwa na mtoto, na hilo lilikuwa jambo ambalo kwa muda mrefu walikuwa wanapambana nalo pamoja. Lakini sasa, Feruz alihisi kama heshima yake kama mwanaume ilikuwa ikihujumiwa. Aliweka nadhiri kwamba lazima atatafuta mtoto wa kiume, haijalishi inachukua nini. Baada ya safari hiyo ya kikazi, Feruz aliporejea nyumbani, hali yake ilikuwa tofauti kabisa. Maria kama kawaida yake alimkimbilia kwa furaha na kumkumbatia, lakini Feruz alimkwepa kwa namna ambayo haijawahi kutokea. Maria alisimama kwa mshangao akimuuliza, "Shida ni nini, mume wangu?" Feruz hakujibu, badala yake alielekea moja kwa moja chumbani bila kusema neno. Hali hiyo ilimchanganya sana Maria ambaye hakuelewa kilichomtokea mume wake. Alipojaribu kumfuata ndani, Feruz hakuwa tayari kuzungumza. Maria aliamua kumwacha kwanza ili apate nafasi ya kutulia, lakini hali hiyo ilimpa wasiwasi mkubwa. Maria alimwandalia chakula cha usiku, akimkaribisha mezani kwa matumaini kwamba wangeweza kuzungumza. Lakini Ferus alijikuta hana hamu na chakula tena. Alitupa huko sahani na kuanza kugomba, akisema hana furaha, hana amani kwa sababu hana mtoto, na sio mtoto tu, anataka mtoto wa kiume. Maria alihisi kuchanganyikiwa. Alishindwa ajibu nini, alikaa kimya kwanza kwa muda. Kesho yake mume wake alivyokuwa kazini, alijikuta akitafakari sana. Majira ya jioni mume wake aliporudi, Maria alimfata, akapiga magoti na kuanza kumwomba msamaha huku akilia Alimwambia, mume wangu, naomba unisamehe sana, kama kuna sehemu nimekukosea nisamehe, lakini kuhusu suhala la mtoto, naomba tujadili pamoja kwa mapana zaidi. Sina amani na hali hii inayoendelea kati yetu sisi. Feruz alimwambia, kaa kwanza hapa ni kwambie kitu. Yaani mimi siwazi sana kuhusu hilo, nawaza kupata tu mtoto, tena sio mtoto, tunataka mtoto wa kiume, natamani zaidi kupata mtoto wa kiume. Najua kuzaa na wewe haiwezekani. Basi kwa sababu wewe hauwezi itabidi nitafute mwanamke mwingine nizae naye. Maria alijisikia vibaya sana, akamwambia mume wangu, kwa nini unasema hivyo? Uzae na mwanamke mwingine, mimi siwezi kuvumilia. Feruz akamwambia huwezi kunizalia, inabidi uvumilie. Maria alilia sana na kumwambia, mume wangu, tafadhali, hii ni ngumu kumeza ujue Mume wake akamwambia, nadharauliwa sana na watu kwa sababu wewe mke wangu hauzai, na sio kama mimi nina tatizo la kupata mtoto. Mimi sina, ila wewe ndo una shida. Sasa basi nitatafuta tu mwanamke wa kuzaa naye. Wiki nzima Maria alikuwa anawaza na kutafakari ni mwanamke gani ambaye mwanaume wake atazaa naye. Alijikuta tu hana furaha, alitamani kuwa na amani na alitamani mtoto pia, lakini haikuwa rahisi. Usiku mmoja alimfata mume wake, akamwambia, sawa mume wangu, mimi nimekubali wewe kuzaa na mwanamke mwingine, lakini tafadhali naomba mimi ndo nikutafutie mwanamke wa kuzaa naye. Feruz alimtazama akamuuliza, mke wangu, we kweli utaweza? Maria akasema, ndio mume wangu, itabidi mimi niweze. Feruz alisema, sawa basi, ngoja nikuachie wewe hili suhala. Siku moja akiwa amekaa na familia yake yaani mume wake pamoja na mdogo wake Suzana, ghafla alimtazama mdogo wake Suzana na kuona anafaa sana. Alifikiria kwa muda kuhusu hilo, ikabidi amshirikishe mume wake. Alimwambia, mume wangu ujue mimi hapa nimekaa nimewaza, nimegundua kwamba sina haja ya kwenda mbali. Suzana yupo hapa nyumbani kwangu. Unaweza kumtumia Suzana akasaidia kubeba ujauzito badala yangu. Feruz alifoka na kumwambia, umechanganyikiwa wewe, nawezaje kufanya hivyo? Mimi nawezaje kuzaa na mdogo wako Maria? Hiyo ni mwiko. Maria akamwambia, nafanya hivi kwa usalama wa ndoa yetu, sina uhakika na hao wanawake wengine wa nje, alisema Maria. Feruz akamwambia, sawa, lakini mimi siwezi kumfata Maria kuhusu hilo, kwanza naogopa, yaani hivi naanzaje? Aliposema Maria akamwambia sawa mi ntaongea naye. Kesho yake asubuhi Feruz alipoenda kazini, Maria aliona muda mzuri wa kuongea na mdogo wake ndo huu. Aliamua kuketi na Suzana kujadili suala hilo. Suzana akiwa hajui nini kinamleta dada yake mezani, alimsikiliza kwa makini. Maria alimuelezea hali ya ndoa yake, maumivu ya kushindwa kupata mtoto na hitaji la mume wake la kuzaa mtoto wa kiume. Kisha kwa kusita, Maria alimuuliza Suzana kwa sauti ya aibu, Suzana, najua hili litakuwa gumu kwako lakini unaweza kunisaidia? Je, unaweza kumsaidia Feruz kupata mtoto? Niko tayari kufanya kila kitu ili kufanikisha hili, lakini nataka liwe na mtu ambaye ninaweza kumwamini kabisa. Suzana aliganda kwa sekunde kadhaa akihisi mshangao mkubwa. Hakuweza kuamini masikio yake. Alimtazama Maria kwa macho yaliyojaa machozi na kusema, "Dada, kwa nini? Kwa nini unafanya hivi kwangu na kwa ndoa yako? Siwezi kuamini kwamba ungependekeza hili." Mimi nawezaje kulala na shemeji yangu mwenyewe? Yaani mume wako dada? Hilo suhala ni gumu sana, siwezi kufanya hivyo." Maria alishusha pumzi ndefu akitafuta maneno sahihi ya kuelezea. Alijikuto akitokwa na machozi akitamani suzana amwelewe. "Suzana, huu ni uamuzi mgumu zaidi maishani mwangu, lakini siwezi kuangalia ndoa yangu ikivunjika. Namwamini Feruz na na kutegemea wewe Najua kwamba wewe ni mdogo wangu na hutaniumiza, lakini hii ni njia pekee ya kuokoa ndoa yangu. Nimeogopa kutafuta wanawake wa huko nje, yaani siwajui na sijui watakuja na nia gani kwangu, ndo maana nimeshindwa mimi. Suzana aliendelea kukaa kimya, akijaribu kufikiria kwa haraka nini cha kufanya. Alijihisi amebanwa katikati ya upendo kwa dada yake na heshima kwa maisha yake binafsi. Alijua kwamba kukubali jambo hili kungebadilisha kila kitu kati yao. Baada ya siku kadhaa za mawazo mazito, Suzana alimwambia Maria kwamba alihitaji muda zaidi kufikiria juu ya pendekezo hilo. Maria kwa heshima na upendo kwa mdogo wake, alimpa nafasi hiyo. Hatimaye siku moja alifanya maamuzi na kumwambia, sawa dada, nimekubali. Nimekubali ombi la kubeba ujauzito wako. Maria alifurahi na kumshukuru sana mdogo wake. Hatimaye, usiku uliofuata Feruz alienda kulala chumbani kwa Suzana. Maria alishindwa kuvumilia chumbani kwake. Alijikuta akisimama nje ya mlango wa chumba cha Suzana huku akilia. Suzana na Feruz walifanya walichofanya. Baada ya hapo Feruz alitoka chumbani kwa Maria na akarudi kwa mke wake. Baada ya wiki kadhaa, Maria alipima akagundua kuwa alikuwa mjamzito. Alitoka chumbani kwake kwa shangwe kubwa sana, akamwambia dada yake na shemeji yake, jamani, nimepima nina ujauzito. Aliongea kwa shangwe na kwa furaha kuwaambia. Hawa wawili walishangilia mno. Maria alijiandaa kumkumbatia Feruz lakini Feruz aliamka na kumkumbatia Suzana bila kujua Maria alijisikia vibaya badala ya furaha alijikuta kadua, kisha Feruz akarudi kumkumbatia yeye. Maria aliweka tabasamu la bandia lakini moyoni tayari alijawa na wasiwasi. Alimtazama mume wake na jinsi alivyomkumbatia mume wake alianza kuwa na hofu. Hofu yake ilikuwa sahihi maana alianza kuhisi kitu cha tofauti kabisa kati ya mume wake pamoja na mdogo wake. Kuna wakati majira ya usiku angeamka akute mume wake hayupo kitandani, na baada ya kuchunguza aligundua mume wake kalala chumbani kwa Suzana. Jambo hilo lilimuumiza sana na alijawa hofu zaidi. Kadri Suzana mimba yake ilivyozidi kukua, basi Feruz alizidisha umuhimu kwenye maisha ya Suzana, alikuwa akimjali na kumdekeza kama mtoto mdogo. Maria alizidi kushuhudia kila kitu kwa uchungu na maumivu. Usiku mume wake angelala chumbani kwa Suzana akidai kwamba mtoto anataka joto lake. Maria alikaa kimya kwa muda, lakini siku moja aliamua kumwambia mume wake, mume wangu, sipendi kinachoendelea kati yako wewe na mdogo wangu, unaishi unalala chumba kimoja na mdogo wangu, unamjali kiasi kwamba mpaka mimi najisikia vibaya umeacha kunijali mimi kama zamani. Hauoni kama mnazidi kukuza hisia kati yenu? Hili ni jambo gumu sana kwangu, ebu acha basi. Feruz alimtazama akamwambia, wewe mke wangu, kwani shida yako nini? umetaka nimtumie mdogo wako kupata mtoto, nimempa mimba yeye, enhe, unataka hiyo mimba aile nani? hujawahi kuwa mjamzito, kwa hiyo huwezi kumuelewa mtu mjamzito. Niache kwanza, usije kunigombanisha na mama mtoto wangu. Maria hakuweza kuamini maneno aliyosikia kutoka kwa mume wake. Alijisikia vibaya sana kiasi kwamba alihisi kuchanganyikiwa. Alilia mno na kuona mume wake hamsikilizi, bora amfate mdogo wake Suzana. Alipojaribu kumwambia Suzana akae mbali na mume wake, Suzana alimshangaa akamwambia, dada, umechanganyikiwa? Sio mimi niliyemfuata mume wako ili anishikishe ujauzito wako upo dada, ni wewe mwenyewe ambaye ulitoka huko utokako na mawazo yako kibao ukaniomba nibebe ujauzito wa mume wako. Sasa hivi anapokuwa karibu yangu ili kunitunza kama mama wa mtoto wake, wewe unakasirika. Unakasirika nini? Sasa sitaki bana. Maria alibaki haamini zaidi yaani hadi mdogo wake kabisa kashindwa kuzielewa wala kuzijali hisia zake. Alinyamaza baada ya kushindwa kuongea. Mambo yaliendelea kubadilika zaidi ndani ya nyumba yake. Mume wake akawa sio mume wake tena, akawa bize na mdogo wake Suzana, akawa bize na mama kijacho kuliko yeye. Wakati mwingine akitoka kazini, mtu wa kwanza kuitwa alikuwa Suzana, badala yake angepiga kelele za furaha kwa kusema mwanamke wangu kipenzi, aliyebeba hatima ya maisha yangu, mama kijacho wangu, mama wa mtoto wangu mzuri, ambaye kaamua kuniheshimisha kama mwanaume, uko wapo mrembo wangu? Suzana anatoka nje huku akisema kwa sauti, nipo hapa mwanaume wa maisha yangu na baba wa mtoto wangu, niende wapi mimi nikateseke? Wawili hao walikuwa na furaha za wazi wazi, bila kujali hisia za Maria walikumbatiana na kupeana mahaba ya wazi wazi, kisingizio ni ujauzito wa mtoto aliyemo tumboni. Siku moja Feruz alienda kazini na kuwaacha Maria na Suzana nyumbani kama kawaida yao. Maria alikuwa na mawazo mno juu ya kila kitu kinachoendelea hapo nyumbani, huku Suzana akiwa na furaha na amani zake. Maria alizidi kuumia. Mida ya mchana Suzana alikuwa amejilaza kwenye sofa amejipumzisha kwa amani na utulivu. Maria alifika sebuleni akamtazama kwa muda mrefu sana Suzana. Moyo wake ulimuuma mno kwa mambo ambayo hawa wawili wanamfanyia, alitamani kumua alipofikiria kuhusu kumuua, wazo hilo likamjia. Akajiuliza atumie njia gani ili kumaliza huyo kiumbe. Maria alielekea jikoni akachukua kisu, kisha akarudi sebuleni na kumkuta Maria akiwa amejilaza vile vile kama alivyomwacha. Alijiandaa kwa uwezo wake wote kumchoma kisu cha shingo ili amalize kabisa huyo mwanamke, maana amekuwa akimuumiza sana. Msikilizaji, unahisi nini kitafata? Usikose kutazama sehemu ya pili ya mkasa huu na zaidi ni kwamba toa maoni yako. Kwa mfano, wewe ndo ungekuwa Maria. Ungeruhusu mume wako alale na mdogo wako. Tukutane sehemu ya pili. Nawapenda sana.